Abiria 257 wa shirika la ndege la United Airlines walikumbwa na mshangao baada ya ndege yao kurejea ghafla Marekani, ikiwa safarini kuelekea Shanghai, China. Kisa mmoja marubani alikuwa amesahau pasipoti. Ndege hiyo aina ya Boeing 787, ilikuwa ikitekeleza safari ya UA 198, iliondoka Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Los Angeles mnamo Jumamosi ya Machi 22, saa 8 mchana. Baada ya takriban saa 2 angani, iligeuza mwelekeo na kutua San Francisco saa 11 jioni, baada ya kugundulika kuwa rubani amesahau pasipoti yake. Kulingana na taarifa ya United Airlines kwa CNN, kampuni hiyo ilisema, rubani hakuwa na pasipoti yake ndani ya ndege. Tuliratibu upya safari na kuweka marubani wapya ili kusafiri abiria usiku huo. Baada ya kutua San Francisco, abiria walipatiwa vocha za chakula zenye thamani ya dola thelathini kila mmoja na fidia nyingine kupitia mfumo wa malalamiko wa shirika hilo. Aidha, ndege mpya iliondoka San Francisco saa tatu usiku na kutua Shanghai saa sita baadaye ikiwa imechelewa kwa takriban saa sita. Yang Shuhan, mmoja wa abiria waliokuwa kwenye safari hiyo, alisema alisikia sauti ya rubani kupitia mawasiliano ya ndani ya ndege, akisema kwa huzuni, nimesahau pasipoti yangu. Ingawa baadhi ya abiria walimsifu rubani kwa uaminifu wake, wengi walilalamika kupitia mitandao ya kijamii hasa kwenye RedNote, mtandao unaofanana na Instagram nchini China, wakieleza kuwa walikerwa na usumbufu huo. Yang, ambaye alikuwa safarini kurejea nyumbani Hangzhou baada ya safari ya kibiashara alifika Shanghai saa sita usiku, kisha akilazimika kusafiri tena kwa gari kwa saa mbili na nusu, hali iliyomchosha na kuathiri ratiba yake ya kazi Jumatatu.